Naomba sasa twende kwenye miradi ya utekelezaji kwa kipindi cha miaka mitano katika kata ya Kindai. Mradi ya utekelezaji: ujenzi wa madarasa manne katika shule ya sekondari ya Kindai, tulipokea fedha milioni themanini kutoka serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa madarasa manne na madarasa manne hayo yamekwisha kamilika na wanafunzi wanaendelea na masomo, lakini tumeenda tukapokea fedha ya darasa moja shule ya sekondari ya Kindai, ili thamani ya milioni ishirini na tano, fedha toka serikali kuu, tozo. Tukisema tozo na maana mtaelewa maana ya tozo, na ujenzi huo umekwisha kamilika na madarasa, darasa hilo sasa linatumika. Tumepokea fedha za ujenzi wa madarasa madarasa, madarasa matatu katika shule ya sekondari ya Kindai milioni sitini na tisa fedha kutoka serikali kuu, na madarasa haya yamekwisha kamilika na wanafunzi wanayatumia. Tumepokea fedha ya kujenga matundu manane katika sekondari ya Kindai kiasi cha shilingi milioni nne na laki nne, fedha kutoka serikali kuu na vyoo hivyo vimeksha kamilika. Ukarabati wa chumba kimoja cha darasa shule ya sekondari Kindai milioni tano, fedha kutoka mfuko wa jimbo ya ukarabati na ukarabati umeksha kamilika <coughs> tumepokea tena fedha za chumba kimoja cha darasa cha maabara shule ya sekondari ya Kindai shilingi milioni ishirini kutoka ofisi ya mkurugenzi na fedha hizo zimepokelewa, lakini kuna upungufu wa ukamilishaji katika maabara hiyo. Fedha hizi milioni ishirini mkurugenzi ametoa kwenye mapato yake ya, ya ndani na sasa ameomba upungufu ule mkurugenzi amesema ataukamilisha ili chumba kimoja cha maabara kiweze kukamilika. Mkurugenzi wa manispaa ya Singida oye! ujenzi wa matundu manane shule ya, ya sekondari ya Kindai milioni nilishaisoma hiyo. Ujenzi wa madarasa mawili shule ya msingi Kindai na matundu sita ya vyoo vya na mabembea tumepokea shilingi milioni hamsini na tano laki sita na laki nane na, na, elfu ishirini na fedha kutoka serikali kuu na kama mnavyofahamu ambao wamepita Kindai mtaona shule ya watoto wachekechea imekushakamilika na imewekwa na mabembea na vyoo vimejengwa na watoto wanasoma sasa pale, wa chekechea watoto wa awali, sawa. so, kuna ujenzi wa barabara ya lami 0.2, barabara ya changarawe 0.2 na kujenga mifereji ya kivuko, nadhani hapo Mahembe mliona eh. Kuna ile barabara iliwekwa changarawe na ikawekwa vivuko, nadhani wote mtakuwa mashahidi, fedha kutoka serikali kuu na kazi hiyo imekwisha kamilika. Fedha iliyotumika milioni 133 laki 2 na elfu 35, TARURA, tozo la mafuta. Ununuzi wa viti, ununuzi wa viti vya mitaa viti 135, kata ya Kindai, vimegharimu shilingi milioni 2 laki sita na ishirini na mbili. Lakini fedha hizi, mtaelewa kwamba fedha hizi tumefanyaje ili kuweza kuzipata viti mia moja thelathini na tano. Tumevigawa katika mitaa saba, katika mitaa saba. Basi tumesema wale majirani mtakuwa mnashea hivyo viti. Wapi vimepatikana? Nadhani mnanewa Mheshimiwa Diwani, kwa kutumia nguvu zangu na kuomba wadau angalau tuweze kupata viti kila mitaa. Kwa hiyo haya ni sasa, huu ni sio mfuko wa jimbo wala huu sio sasa mfuko wa mkurugenzi, sawa jamani? Eh, kwa hiyo mtaona tuomba, na mimi kama diwani naguswa kwa maana nyingine, basi wanajisukuma sukuma hapo, sawa jamani? upandaji wa miti katika mitaa saba, milioni mbili laki moja thelathini na tisa. Mkurugenzi na TASAF nadhani wote mashahidi kama kuna miti imewatembelea, nafikiri kwenye mitaa hiyo saba, nadhani kuna swala la upandaji wa miti, nafikiri milipata. Sasa kuna ujenzi wa darasa moja shule ya msingi Kibaoni milioni ishirini, fedha serikali kuu, na ujenzi umekusha kamilika. Kuna ujenzi wa ofisi ya walimu shule ya msingi Kibaoni, fedha milioni tano laki nane, Mheshimiwa Diwani mfuko wa jimbo. Hizi fedha za ukisikia Mheshimiwa Diwani, kwa hiyo kuna mfuko wa jimbo alafu na Mheshimiwa Diwani na mimi nikaona na mimi niongeze kidogo pale pambapo pamepungua, sawa jamani. Kwa hiyo ukiona nimetajwa, jua kuna kuna kamchango hapo, ndugu zangu kwa sababu naenda kwa jadwali hili. Kuna swala lingine lilikuwa tulizungumze mwisho, tuna ujenzi wa barabara ya lami kwa kata ya Kindai, fedha kutoka World Bank. Hizi fedha ni za wafadhili na hizi fedha tunaletewa kwa mkopo, lakini tumepewa kilomita saba pointi nane kilomita saba pointi nane, tunagawana na mitaa mingine nani, kata zingine. Kwa hiyo baada ya kusema haya, kwa hiyo tutakuwa na mradi wa lami, na kama nyinyi mtakuwa mashahidi, tulialikwa kata ya Kindai kwenda kushuhudia utiaji saini wa barabara za lami katika Manispaa ya Singida na Kindai ikiwemo. Tutapata barabara ya lami kuanzia hapo kwa Mount Meru, itateremka mpaka kumsikiti pale, alafu itakwenda shule ya sekondari ya Kindai alafu itakwenda mpaka kuna ule msikiti wa kwa Rutunga, itapandisha, itaenda ofisi ya kata, alafu itakata tena kona, itakwenda kuungana na ile barabara bypass ya barabaraya yakwenda chini, na hii hicho kiwango cha barabara ya lami kitafungwa na taa za barabarani. Kwa hiyo, Kinyeto, nilipenda hilo pia mlifahamu, lakini pamoja na hivyo tumpongeze Mheshimiwa mkuu mkoa kwa juhudi zake binafsi, ameweza kutuombea fedha za kuongeza barabara za lami katika manispaa ya Singida, na serikali imekubali imetuongezea kilometa kumi na nne na hivi kilometa kumi na nne bado zinaendelea katika utaratibu wa kuzigawa katika kata kumi na nane ili uone sasa ni, ni ta, kata ngapi zitapewa katika manispaa ya Singida hizo kilometa kumi na nne ambazo zimeongezwa tena. Kwa hiyo katika hichi kipindi tunaweza tukawa na barabara tena nyingine ya lami, lakini nisiahidi kwenye mkutano huu. Tuombe basi wataalamu watakavyopita na wakiona tunapendezewa na sasa tuongezee basi, tutatoa taarifa tutakapoongezewa. Sawa jamani, kuna ujenzi wa boma darasa moja katika shule ya msingi Kindai, milioni saba, mfuko wa jimbo ruzuku kutoka serikali kuu, na hiyo kazi imeendelea imekamilika, bado kuweka madirisha upauzi wa darasa moja Kindai shule ya msingi shilingi milioni tatu, fedha za mfuko wa jimbo. Kama mnavyoambiwa fedha za mfuko wa jimbo zinachochea maendeleo katika majimbo yetu, sawa jamani? Ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa shule ya msingi Kibaoni milioni tisini na mbili, fedha kutoka serikali kuu, mradi wa Boost. Na sasa madarasa yale manne ukienda pale shuleni utaona madarasa manne mapya yamekamilika na ana yanatumika lakini pia hapo tukapewa fedha za kujenga matundu sita milioni kumi laki mbili serikali kuu mradi ni gusti , yaani huu mradi ni wafadhili na kazi hiyo imekwisha kamilika. Ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa milioni kumi na tatu laki mbili na sitini na tano na mia tano, mchango wa wananchi na mheshimiwa diwani na, na mfuko wa jimbo. Kama mnavyoiona ofisi hii hapo imekamilika, lakini sio kwa kiwango ambacho cha ubora zaidi kwa sababu bado tunahitaji madirisha, bado tunahitaji umeme na kupiga sinimodi. Lakini hapo hapo lazima niwaambieni, tuna changamoto kama mnavyoona, wananchi wamepita, sio wananchi, sio watu, vibaka wamepita wametembea na mlango Simona mlango upo, jamani. Kwa hiyo tunapofanya juhudi na nyinyi mnapiga kelele hali kama hii, tukisema tunaendelea naye tutakuwa tunalea ugonjwa lazima tuchukue nafasi kuwambieni na nyinyi mwe mashahidi, namwendelee kuitunza amani yenu namwendelee kutunza, na kutunza ofisi yenu haitapendeza ndani ya manispaa ya Singida. Ukitembea katika kata kumi na nane, inawezekana ukakuta kata mbili mpaka tatu zenye ofisi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Yani hicho inali angalau tuwe mfano katika halmashauri kuwa na ofisi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa na hasa unavyoiona tumebuni wenyewe tumetengeneza ramani wenyewe kupitia vikao vyetu vya ODC tukajenga ofisi. Ndugu zangu mimi niwaambieni tu kweli, tunapomaliza miaka mitano na tunarudi hapa tunarudi kuomba ridhaa tena ya miaka mitano, basi kila ambacho na nyinyi tumewapeni muhakikishe mnatupa kwa leo, kwa sababu mimi mheshimiwa diwani nimenigusa sana. Naomba mlango tena, ue, mlango wa pale, milioni, nita, nita, nita so milioni, nita nita mlango Aya, mlango mlango. Vijana, mlango ule ule ule pale pale pale tena tena mnaona nyuma ya gari. milioni milioni. milioni Nitawapeni jamani. mbele yenu muone. usogeze huo. Huo, Vijana katika utekelezaji wa ilani. Kama ujijui, kama wewe ni ni kijana kijana muulize mwenzako. Akikwambia ni kijana basi nenda kalete ule mlango. wenzakiwai ijnaktulan Diwani ufunge na wai jamani, kwa sababu tumefika kwenye hichi kipengele cha usomaji wa ilani sasa. Nimekutana na ofisi basi na mimi nifanye kwa vitendo, lakini sasa nawambieni, naomba basi na nyinyi muwe mashahidi kwenye kuulinda. Makofi mengi sana kwa diwani jamani, diwani muadilifu. Wameiba, anarudisha. Muibe tena? Hapana, wasiibe. Au unasemaje diwani? Naomba mwenyekiti ni haya, serikali ya mtaa wa Mahembe, pokeeni mlango wote tusimame, eh, ni jambo kubwa sana hili. Wote tusimame, tupokee zawadi nzuri kutoka kwa diwani. Nikabidhi tena, eh, anakabidhi tena, na, na, naomba sasa tuwe mashahidi katika kupokea mlango huu, lakini basi na nyinyi muulinde. Haiwezekani mlango kaibiwa, alafu mlango mtau mtaulinda, mtaulinda kwa mtauacha Naomba mwenyekiti kukabidhi, pamoja na serikali yako. Sasa nyinyi jukumu la kuweka mlango bado, wasilisheni kabidhi, sawa. Baada ah, yeah, ya kufanya hiyo tendo, tuna ujenzi wa barabara ya juu katika ziwa letu la Kindai na Singida Munangi. Ukienda utaona kwa sasa, ukipita usiku taa zinawaka, na ile adha ambayo tunapata wananchi kwamba unavuishwa kwa mitumbwi sasa hivi nadhani hiyo ni mashahidi. Fedha zilizotumika ni bilioni 1.9 kujenga ile barabara pale, bilioni 1.9 zimetumika, fedha ni serikali kuu na ujenzi umekwisha kamilika. Tuna ujenzi wa kivuko cha chini bypass ambayo wanafunzi wetu pale wanatumia, na mmeona tulikuwa tuna ajali nyingi sana kwa shule ya msingi Kibaoni na Mahembe wakiwa wakivuka, lakini sasa hivi kama kutotokea ajali kwa mwanafunzi kugongwa na gari katika eneo lile basi itakuwa ni uzembe na itakuwa mwanafunzi amependa mwenyewe, kwa sababu usalama. Mheshimiwa Rais amelipokea baada ya kupiga kilio kikubwa cha barabara ile, na akakubali kujenga kivuko cha chini, na wanafunzi wanapita kwa chini. Kivuko hichi ukitembea kokote Tanzania, kilijengwa kwa mfano ikianzia Singida na manispaa ya Singida, na kinaonekana kiko kizuri, watu wamepika kule ndani, wamevunja taa, yaani uone jinsi gani kwamba hatufanyi, hatulingi na hatuthamini, hatu Mheshimiwa Rais alichokifanya. Imetumika milioni 568.7 na kivuko kimekamilika, ndugu zangu. Baada ya kuwasilisha taarifa hiyo, tuseme kwamba kiasi cha fedha kwa miaka mitano kwenye kata ya Kindai tumepokea fedha taslim ambazo zimefanya kazi kwenye kata ya Kindai bilioni 3.1 ambazo zimeletwa na Mheshimiwa Rais na serikali iliyopo madarakani kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wa kata ya Kindai wanapokea fedha na miradi hiyo ambayo tumeisoma hapo ndio imeletezea bilioni tatu pointi moja. Uhaba wa mitaro na barabara ya kupitishia maji kwenye kata ya Kindai, hizo ni changamoto. Upungufu hakuna madampo kata ya Kindai changamoto, na upungufu wa walimu masomo ya sayansi, hizo ndio changamoto kwenye kata ya Kindai. na tuna baadhi ya vikundi wa jasiriamali kukopeshwa fedha na kushindwa kurejesha, hizo pia ni changamoto kwenye kata. Ndugu zangu, nilisema taarifa hii ni ndefu, tuende kwenye sehemu ambayo inagusa jamii. Twende kwenye sehemu inayogusa jamii, na nikasema basi sisome historia yote madarasa hali ya hewa sijui nini wakazi wanawake, itachukua muda mrefu. Kwa hiyo nimeona niende kwenye sehemu ambazo tumefanya kazi na serikali imefanya kazi. Nimepokea taarifa kutoka kwa mtendaji, anasema eh, mikopo ya vikundi baada ya kuboresha baada ya kuboresha na kuonekana sasa tunaweza kutoa mikopo na wale walioweza kukizi vigezo fedha zilizotoka mpaka sasa hivi, baada ya kuboresha na kuandaa mfumo mpya wa ukopeshaji ni milioni hamsini na tano na laki tano. Tayari vikundi vya kata ya Kindai vimekwisha pewa mikopo kwa wale ambao wamekizi vigezo ambavyo serikali imefanya mabadiliko. Kwa wale ambao wamepewa mikopo watajua mikopo ni kiasi gani na wameshapewa vikundi vitatu. Sawa jamani? na mikopo inaendelea kutolewa, lakini shida kubwa ni kukizi vigezo. Kwa hiyo naomba kama kuna vikundi basi muende mkaone hivi vikundi vitatu ambavyo vimeweza kupata mikopo, mkisha vikuta hivi vikundi vitatu vitawaambia wao vigezo gani vilivyofanya waweze kukopesha. Sawa jamani? Naomba basi nichukue nafasi hii niseme kwamba nimewasilisha taarifa ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano, lakini niwaambieni tunapowasilisha taarifa ya utekelezaji, ukiambiwa bilioni tatu pointi moja imetumika kwa miaka mitano, lakini sisi kata ya Kindai mwaka jana tuchukulia, yani tuchukulie 23 24 kata ya Kindai tumekusanya milioni kumi na saba kwa mwaka mzima. Sasa ukipiga hesabu milioni kumi na saba Halafu ukatoa kwenye bilioni tatu uone serikali imeleta fedha kiasi gani, uone kwamba fedha za serikali hazisemi kwamba hizi zilikusanywa na wananchi wa Singida, hizi fedha zililetwa na wananchi wa Singida, za fedha za serikali zinapoingia kwenye kapu la mama haangalii zimetoka wapi, zimetoka Mwanza, zimetoka wapi, anasema wagaieni wananchi wa Tanzania ili waweze kupata elimu bora na afya bora. Ukiambua milioni kumi na saba kwa mwaka mzima, ukifanya mara tano, unaona hata darasa moja, tunaweza tukajenga madarasa mawili au madarasa matatu. Kwa hiyo bado tuko chini kimapato na bado tuendelee kuishukuru serikali yetu iliyopo madarakani. Sawa, ndugu zangu, haya nayesema kwa sababu kwenye taarifa iko makusanyo ya mwaka mzima 23 24 milioni kumi na saba kwa hiyo tunaomba tuongeze bidii katika kukusanya, lakini pia tuipongeze serikali iliyoko madarakani kwamba inatujali na inatuthamini. Tuko pamoja, ndugu zangu, niliomba niwasilishe ilani kwa, kwa, kwa namna hiyo na nikasema